Nimefurahi sana kupokea, naamini ni kiongozi kama sio wa kwanza wa mkoa kufika nyumbani kwa Chifu. Kwa hiyo hizi, Mheshimiwa, ni kama baraka zimeongezeka mara mbili yake. Salamu, salamu.

Serikali imeendelea kuheshimu na kuenzi historia ya jamii hii, lakini pia imekuwa ikipata ushirikiano wa kutosha kutoka kwenye jamii hii hasa chini ya usimamizi wako kama kiongozi mkuu wa kabila la Wahehe kwenye jamii yetu. Tunaendelea kutambua, kuthamini na kuunga mkono jitihada za jamii hii ya Wahehe katika ujenzi wa taifa letu, kujenga umoja na mshikamano, kulinda mila na desturi zetu, lakini kipekee katika kulinda huo mshikamano wa jamii ambao ni kitu muhimu sana. Hamwezi kuendelea bila mshikamano, hamwezi kuwa na amani bila mshikamano, hamwezi kuwa na ustawi bila mshikamano. Kwa hiyo e, katika jitihada za serikali za kuendelea kulinda huo mshikamano, kujenga huo mshikamano, serikali imeendelea kufungua milango na kunyosha mikono kwa kila mtu ambaye, akiunga mkono jitihada hizo tunafanikiwa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa niaba ya serikali ya mkoa, kwanza kukupongeza kwa kuendelea kuwa kiongozi mahiri na imara kwa kuiongoza jamii ya Wahehe, lakini pia kwa ushirikiano mkubwa ambao unaotoa kwa jamii inayotuzunguka lakini pia kwa serikali, kipindi chote ambacho umekuwa kiongozi, lakini tatu kwa namna ambavyo umekuwa ukitoa maoni na ushauri ambao umetusaidia kwa kiwango kikubwa sana kuendelea kuimarisha mipango ya serikali katika kujenga ustawi wa wananchi wa mkoa wetu wa Iringa na maeneo yote ya jirani. Leo tuliona ipo haja ya kukutembelea, ya kukutembelea kwa sababu kila tulipokuwa tunakuhitaji unakuja. Sasa leo bwana, hebu hebu twende kwa sababu chifu kila tukimhitaji tunampata. Hebu <laughs> na sisi leo twende lebu. Wala waseme hao watu, kumbe na mimi wananithamini lakini <laughs> <laughs> <laughs> Kwa ujumla, lengo la ziara yetu ni kuja kukusalimia, kuja kukupongeza kwa kazi kubwa na nzuri, kukuahidi ushirikiano zaidi, lakini pia kuhakikisha kwamba kupitia wewe tunaendelea kuzilinda mila, desturi, umoja, mshikamano na kutumia jukwaa hilo kulinda amani na usalama wa wananchi wetu kwa ujumla. E, tukihakikisha kwamba sisi wote Wanairinga tunaendelea kujivunia mila zetu, lakini pia kujivunia umoja na mshikamano wetu. E, kwa hiyo ziara yetu ya leo haikuwa na mambo mengi zaidi ya kuja kukusalimia. Namiashkuru mm. sana mweshimiakaribu sana imefarijika saa, eh, kwa ofisi yako uweza kufika na mm. eh, ofisi ofisyangu kuona na sisi mm. mm. kwa maendeleoyetu yanaendaji lituwezekuhirikia oja kama ulivoweza, tunashukuru sana serikali yetu mm. eh, kwa kazi yake kubwa eh, iliyoifanyakiongoza na mweshimiwa rais mm. Chifu wangaya mm. eh, na sisi ndo kiongozi wetu kwa mm. viongozi wa machifu hapa Tanzania ambaye ndo Eh, amezisimamia mila na desturi mm. kuzirudisha katika hadhi yake ile ambayo ilikuwepo hapo awali na mababu zetu mm -hmm. na of course nyie ambao mpo chini ya chini ya mheshimiwa rais mm. kazi nzuri mnaifanya sana na, mna, tunash, na mimi kama eh, mhusika namba moja mm. naona kwa first hand, yani, mm. kumaanisha nikiwepo katika field pamoja na nyie mm. tukishirikiana katika tatua changamoto zote za hapa jamii na pale mm -hmm. ili tuweze kuiboresha Iringa yetu mm -hmm. hehe wetu, mila zetu of course na amani na oh, kwa wakati huu ambao tunaendelea katika uchaguzi mm -hmm. naamini ni muhimu sana e, kulinda amani yetu kama hapo awali lipokuwepo mm -hmm. sababu na sisi ndo, ndo tamaduni zetu zenyewe, ah, yeah, sisi mm -hmm. Wahehe wa, wa Tanzania kiujumla mm -hmm. sio watu wa shida shida za kujizitafutia mm -hmm. hizi mm -hmm. kwa hiyo E, nipo pamoja na nyie na nitaendelea kufanya kazi pamoja na nyie, kama mnavyoendelea kunishika mkono, ili tuweze kuijenga Iringa yetu, tuweze kujenga, kujenga taifa letu na tuweze ku benefit wote kwa pamoja. Kwa hiyo karibu sana mheshimiwa. Hii ni ofisi ya ya chief, lakini of course ni nyumbani e, ndio hapa, ndo kwa uwezo wetu tunaweza kuji kujitahidi mm, kufanya hivi ili hata kwa kiasi fulani mm, tuweze wananchi, waweze kutu approach mm ili na wao waweze kupata msaada wa ndani zaidi wa kimila na desturi, Aya, au changamoto zozote ambazo sisi kama viongozi wa mila pamoja na wazee wangu tunahisi tunaweza kuzitatua, Aya, bila kuishughulisha serikali, kwa sababu tunajua serikali yetu ina mambo mengi, miradi mikubwa sana ambayo inatusaidia sisi sote Aya, kwa pamoja Aya. Aya. lakini kwa sisi viongozi huku chini tunaamini ni na sisi ni wajibu wetu Eh, kuendelea kujenga na kuilinda eh, nchi yetu hii. Kwa hiyo mm. kwa, eh, kwa njia moja au nyingine hii ni approach ambayo eh, kama kiongozi wa mila na desturi mm. tunajaribu kwa reach out kwa jamii yetu ili waweze kutufikia. Sasa, mm -hmm. Of course ipo kidogo pembeni kumaanisha mm -hmm. eh, pande za Kalenga huku mm -hmm pale mjini kidogo inakuwa ni mm. e, changamoto kidogo, hata mimi kuweza kuonana kwa na viongozi. Hii ni moja ya changamoto yetu eh, <laughs> na sisi tunaweza nikakupa mheshimiwa, uone na wewe unatiaje mm. mkono, ili utusaidie mm. kwa sababu eh, kama kiongozi of course tunaendelea kushirikiana nanyie mm. kuna baadhi ya wananchi ambao kidogo wanashindwa kunipata mm. kwa sababu wana, iza hawajui wananipataje kwa sababu mm. of course hata kuitangaza hiyo ofisi mm. Hai haijafanyika hiyo kwa sababu sio official kabisa mm -hmm. Hapa ni nyumbani mm -hmm. ya yeah, kwa hiyo hiyo ni moja yetu, nipo tunaomba ofisi mm -hmm. hata naisi nice, pale boma, kwa sababu pale ninapo panaongelea historia ya kwetu sisi, hiyo mm. ni suggestion moja lakini, mm. mwenyewe mheshimiwa utaona mm. jinsi gani kama itawezekana, mm. ikikupendeza, mm. ili tuweze kupata ofisi na sisi tuweze kuwasaidia mm. kwa undani zaidi, kama ni ushauri kuongeza elimu, kulinda mila zetu mm. na kadhalika mm. yes. E, na kwa njia nyingine ambayo sisi kama, ni, kama kiongozi wa mila na desturi mm. eh, approach ambayo tunaona itaweza kusaidia kujenga mkoa wetu kwa saizi mm -hmm. na baadaye kumaanisha wajukuu zetu babu mm -hmm. zetu wawe eh, watoto zetu waweze kufaidika na tunachokiendesha saizi mm -hmm. ni kutengeneza foundation. Okay. Hii ni mkoa wa foundation ambayo ina itakayosimamia mm -hmm. mambo yote ya mila na desturi utamaduni, mm -hmm. utalii wa Kihehe mm -hmm. pamoja na zile sehemu zote ambazo mtu mtwa of course mm -hmm. kwa sababu yeye ni kiongozi ambaye anafahamika kitaifa mm. Tunaamini of course, serikali itakuwa ni namba moja ambayo itaiongoza, lakini na sisi kwa backup yetu ambayo tunaweza tuka, uh, boost mm. ile historia yake kwa sababu ni hadhi kubwa mm. kwa kutumia foundation ili tuweze kupata eh, kama ni eh, kuweza kusaidia mahitaji ma, ma, ma katika jamii aidha ni akalenga au Ilinga, kwa ujumla kama ni shule, hospitali mm. na sisi tuweze kupata approach kutumia foundation kwa sababu mm. inakuwa Professional zaidi. Mm -hmm. Tunaweza tukafanya kazi kwa uprofessional zaidi. Hamna mm -hmm. maneno maneno mengi. Kwa hiyo siasa kidogo vinanga, lakini kwa hiyo hiyo <laughs> <laughs> Yes, ni njia yetu ya pili ambayo eh, sisi kama viongozi mm -hmm. au kama kiongozi wa Hehe pamoja na wazee wangu mm -hmm. tumefikisha mpaka kiwango hicho cha sasa hivi mm -hmm kuisimamisha hiyo foundation. Yes. Na mengine yote haya ni mm -hmm. eh, ni jinsi gani na sisi tunavyoshirikiana na serikali na kuendelea kuikuza mm -hmm. uhehe wetu. Kwa hiyo karibu sana mheshimiwa mm. E, kama kiongozi wa Hehe nimefurahi sana kupokea mm. Naamini ni kiongozi kama sio wa kwanza wa mkoa mm. kufika mm. nyumbani <laughs> kwa kwa chifu. Kwa hiyo hizi mheshimiwa ni kama baraka zimeongezeka mara mbili yake. Mimi nakushukuru sana. Sana karibu sana muda wowote mm. E, nami na niko tayari kufanya kazi na nyie anytime pamoja na wazee wangu kama ni ushauri na mambo kadhalika mm. tupo pamoja nashukuru sana, sana. Mm. karibu sana Jamani, sisi hatukuwa na mambo mengi wazee. Leo tuliona tupate heshima ya kumtembelea chifu eh, nyumbani hapa katika himaya ya chifu eh, na kwa kweli ilikuwa eh, ni jambo tunalipanga kila siku tunapanga tunapangua mm -hmm. Eh, sasa, sasa, mtu mtu asije akakasirika <laughs> maana mtu tunamuita anakuja lakini, yeye eh, hatufungi safari ya kwenda kwake. Kwa hiyo tukasema hapana, sasa leo ni muhimu tukamtembelee Mtwa Adamu wa Pili akiwa kwenye himaya yake tupate nafasi ya kufahamu e, sehemu yake, lakini pia tupate nafasi ya kubadilishana mawazo Tia. na kufahamu shughuli zinazofanywa pia na ofisi yake moja kwa moja. Yako baadhi ya mambo ambayo ni ya muhimu sana. Umoja na mshikamano wa watu wetu ni jambo la msingi sana, na ni jambo ambalo hatuwezi kufanikiwa peke yetu. Umoja na mshikamano unahitaji kila mtu A, asaidie kulifanya jambo hilo litokee, lakini Tia. maendeleo maendeleo ni mchakato ambao unamgusa kila mtu aye, na hamwezi kusema sisi serikali tutapambana wenyewe. Sasa ah, ah. E, lazima tushirikiane na kila mtu, tunamtumia chifu akiwa ni icon, ikiwa ni kiungo cha jamii wa ya Wahehe katika kuhamasisha shughuli ya maendeleo e, lakini hiyo kama haitoshi e, tuna mageuzi ya kisekta sisi jamii yetu ni ya wafugaji, ni ya wakulima E, ni ya wawindaji jamii na utalii ndani yake kali. Haya yote serikali haiwezi kuyafanya peke yake, lazima iwe na wadau wengine ambao wanayasukuma wanayahamasisha na kuyasimamia ili yaweze kuleta tija zaidi. Kwa hiyo e, kama nilivyosema awali e, serikali itaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha e, kwa jamii ya Wahehe kama wenyeji na jamii zingine zote, lakini kipekee kwa mtu wa Adam wa pili ambaye ni kiongozi wa jamii ya Wahehe. E, ili kuhakikisha yale maono ya kitamaduni, maono ya mila e, maono ya kihistoria ambayo yalikuwepo katika jamii yaendelee kusimamiwa, kufuatiliwa na kuleta tija iliyokusudiwa, bila kusahau icon ya watu wa Iringa ambao ni ujasiri, uadilifu na upendo wa hali ya juu sana kwa watu wengine, na sisi kazi yetu ni kuhakikisha hayo tunayalinda na kuyatunza kwa faida ya vizazi vya leo na kesho. E, kwa kweli hatuna mengi sisi leo hapa, Chifu bwana, tulikuwa tumepanga dakika 30 zako tu hizi. Eh, na zimebaki <laughs> ngapi? Si karibia zinaisha. Baada ya uchaguzi, Mungu akitubariki, tutakuwa na vikao. Sawa. Nadhani tutakuja na wazee pale ofisini tukae, ili tujadili pia jambo hili la ofisi ulizungumza, ambalo linawezekana. Linawezekana. <laughs> Kwa hilo pamoja na mengine, lengo letu ni kuipa heshima na hadhi eh, jamii hii ambayo kwa kweli ina mchango mkubwa sana katika ujenzi wa taifa uhuru wa nchi yetu, lakini pia katika kujenga umoja na mshikamano wa Wanairinga. Kwa hiyo, kwa mchango huo mkubwa, tunao wajibu wa moja moja kwa moja kuhakikisha kwamba jamii inayosimamiwa na mtu Adamu wa Pili, pamoja na jamii zingine zinaendelea kupewa hadhi na heshima ya pekee katika kusukuma msukumo wa pamoja wa kujenga mshikamano na umoja wetu kama Wanairinga. Sisi tunaendelea kuamini Iringa imara tutajenga kwa umoja na uwajibikaji. Sasa umoja unajengwa na uwajibikaji, ndio huo. Chief, tunakushukuru <laughs> Tukushukuru sana bwana. Tusije tukachukua muda wa wananchi <laughs> eh?